Mfumo wa ulinzi wa anga wa Urusi umeziangusha drones 337 za Ukraine usiku wa kuamkia Jumanne hii katika kile kinachoitwa moja ya mashambulizi makubwa zaidi ya drones kutoka Ukraine. Kwa mujibu wa wizara ya ulinzi ya Urusi, drones hizo zililenga Moscow na maeneo ya mpaka yenye ulinzi mkali. Maeneo yaliyolengwa ni mkoa wa Kursk ambapo drones 126 ziliangushwa, mkoa wa Moscow drones 91 zilidunguliwa, na karibu na jiji la Moscow drones 74 ziliangushwa kabla ya kufika jijini humo. Mayor wa Moscow, Sergey Sobyanin, alithibitisha kuwa mji mkuu ulikuwa shabaha kuu ya mashambulizi na akaita shambulio hilo kubwa zaidi kuwahi kutokea. Kulingana na gavana wa mkoa wa Moscow, Andrei Vorobyov Shambulio hilo limesababisha vifo na majeruhi katika maeneo matatu, ikiwa ni pamoja na kifo cha mtu mmoja. Mlinzi wa usiku mwenye umri wa miaka 38 aliuawa baada ya drone kuanguka kwenye kiwanda cha chakula huko Domodedovo. Wafanyakazi wawili walijeruhiwa, gari 20 ziliharibiwa katika eneo hilo, na jumla ya majeruhi 14, miongoni mwao mtoto wa miaka minne. Ukraine imekuwa ikitumia drones za kujitoa mhanga za masafa marefu na gharama nafuu kushambulia ndani ya ardhi ya Urusi. Hata hivyo, Moscow imeituhumu Kiev kwa kutumia mbinu za kigaidi ikidai kuwa Ukraine ina matatizo makubwa ya kijeshi katika uwanja wa vita. Kamati ya uchunguzi ya Urusi imetangaza kuwa itatathmini shambulio hili kama kitendo cha kigaidi. Katika juhudi za kupunguza mashambulizi ya drones, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alipendekeza makubaliano ya kusitisha mashambulizi ya anga, akitoa masharti yafuatayo fuatayo: Ukraine itakomesha mashambulizi yake ya drones za masafa marefu, Urusi isitishe mashambulizi yake ya anga dhidi ya miundombinu ya nishati ya Ukraine. Hata hivyo, Moscow ilikataa pendekezo hilo ikisema inataka makubaliano kamili ya kusitisha mapigano badala ya suluhisho la muda. Maafisa wa Urusi walisema kuwa Ukraine itatumia muda wa kusitisha mashambulizi kujiimarisha kijeshi na kuendelea na vita. Rais wa Marekani Donald Trump amesisitiza hitaji la kumaliza haraka vita vya Ukraine, akimtaka Zelensky ajadiliane kwa ajili ya amani.